na katika jambo hili, omba radhi kwa kufuta kauli zako za jana janaehata yes. nweshandishi hapa, sitaki staki edit, edit. narudia hamna kuedit nimesema very clear clea maanake msije mka edit msitake kuedit. Sijamtukana mtu hapa, nimeongea straight wala sijemvunjia heshima Tusi, tusione madaraka haya, tutakaa nayo milele. Haya ni sehemu tu ya kupita. Leo leo tumepoteza superintendent senior kabisa wa polisi kwa ajali ya gari. Kila mahali ukienda kwenye social media, watu wanamkumbuka kwa mema aliyoyafanya kwenye jeshi, kwa jamii. Tunapita tu hapa, naweza nikatoka mimi hapa na mke wangu tukapiga mzinga, Mungu akatuchoa. Kiburi cha umaarufu wetu kisitupe sababu ya kudharau wengine. Yanga wameandika official letter kwenu, badala ya kushughulikia kujibu mnawatisha, unakwenda kwenye media unawatisha mmeona nyinyi juzi walimposti hapo? Pongezi za kuchaguliwa kwa mjumbe wa kamati ya utendaji immediately, nilisoma zile comment pale subhanallah. Hiyo ndio tafsiri sura watu nata, wa, Yanga hawakutaka ugomvi. Bodi ya ligi asubuhi, mwenyekiti wake kasema mechi ipo, hamna mtu kugoma. Sijui wakatumia kigezo gani sijui mpaka leo, mimi najiuliza, kamati ya saa sabini na mbili hukutana baada ya mechi kuchezwa, walitumia kigezo gani kukutana kabla? Waliandaa agenda gani? Wamekuja wamesema mechi imeahirishwa baada ya Simba kutishia kugoma, alafu mnasema Yanga waje kwenye mechi nyingine. Tusimamie kanuni. Gharama ya kuendesha kesi ya kasi isiwe kwa uongozi wako out of budget, tutachanga wanachama wote wa Yanga na mimi nitaanzisha hiyo mchango. Isitoke seni tano kwenye club, kuonyesha hisia zetu wanachama na washabiki, tuchange tutalipa, kuchombea dola elfu hamsini tutapata 100 milioni milioni 130 140, atushindi kushangishana. Lakini hili jambo nawaomba kamati ya utendaji chini ya mdogo wangu Hesi, namjua rafiki yangu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 stand na wanachama wako, tutakuunga mkono na hakuna tekee kufungia, watatufungia kinasie tanvizia mie kunitoa mbuzi wa kafara haya, watamtafuta msemaji mwingine haya. Lakini we hakuna wakufungia, tutasimama na wewe mi nakuahidi, wala we simama, na simama na wanachama fanya research Uliza wanachama wote wa Yanga au itisha mkutano mkuu next weekend uone stand ya wanachama basi, weka simame nayo mtu ufana wake we, wako wanachama wa Yanga na washabiki wa Yanga. Hao wengine ni kwa sababu tuwe mazingira ya kazi, lakini wenzio, wewe, walokufanya uwe unaitwa Rais Injinia Hersi Said ni Wanayanga, kafe nao katika jambo hili Usikubali kubadilisha maamuzi mlioyasema kama kamati ya utendaji. Wataenda wenyewe wacheze, wawape pointi tatu, alafu tuone itakuwaje. Kasi si ipo? Kasi ipo. Kasi ilishawanyang'ania ubingwa Vita Club hao, mmesahau? Watawapa ubingwa wao, alafu tunaenda Kasi, tunapeleka vielelezo, lakini tusikubali kudhulumiwa. Tusiwe dhaifu. Yanga ni taasisi kubwa na miaka tisini ina washabiki wengi kuliko klabu yoyote nchi hii. Tusihangaishwe na mtu mmoja kwa sababu ya maslahi yake na matakwa yake. Tusikubali. Yangu ndio hayo. Hii toni hii ndio toni ya Haji Manara original, zile nyingine zilikuwa toni za mpata mpata. hii ndio Haji sasa. Bugati mwenyewe kwao, nimezungumza kibugati kwamba wanayanga, tusimame wote tusiyumbishwe, mechi haichezwi, period. Sante, huwezi kukaa milele katika nafasi hizi, ndugu zangu, huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote wa nchi yoyote ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto. Kwa sababu amesimamia kanuni, ni ujinga huo? ni utoto huo? with due respect, Karia, unaikosea mpira na unaikosea Young Africans. Na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukuambia kwa sababu utawafungia. Mi nakwambia umewakosea watu wa mpira, umewakosea Young Africans, na katika jambo hili omba radhi kwa kufuta kauli zako za jana.